Nam, karibu tena katika kipindi chetu au chaneli yetu ya Darubini, sehemu ambayo uh, tunaangazia mambo mbalimbali kuhusiana na imani ya Kikristo. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uweze kuendelea kupata notification pale ambapo tunaweza kupost au kuupload video mpya yenye mafundisho mapya kuhusiana na neno la Mungu. Mada yetu iliyokuwa mezani ni siri za kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo katika Biblia kimekuwa kitabu ambacho watu wengi wamekuwa wakikitumia au wakikitafsiri ndivyo sivyo. Kwa hiyo tumeamua kukaa mezani mimi na wewe msikilizaji wangu kuchambua kinaga ubaga maneno ya Kristo ndani ya Biblia na hasa tujue siri na maana halisi ya kitabu hiki cha Ufunuo katika Biblia. Mara ya mwisho tulikuwa tunaangalia kuhusiana na namba mbalimbali mbali ambazo zimetumika katika kitabu cha Ufunuo na maana zake. Kwa hiyo bila kupoteza muda nitaanzia hapo kwenye namba, na pia tutaendelea kuangalia mambo mengine ambayo yanahusiana na kitabu cha Ufunuo. Basi usiondoke, uwe na mimi mpaka mwisho na Mungu aweze kukubariki. Wakati uliopita tuliangalia namba zifuatazo nami nitazirudia tena kwa uchache. Namba ya kwanza ni namba moja, na tukasema moja inasimama kwa umoja au upekee, na hii unaweza kuiangalia katika Waefeso sura ya nne mstari wa tatu mpaka watano. Namba ya pili na hii ni namba mbili, hii inaonyesha uh, nguvu na hatari kwa maisha ya kizamani kwa sababu tulisema wakati fulani uh, Yesu alikuwa anawatuma watu wawili wawili waweze kuenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ule uwili unaonekana kama ni, uh, ni nguvu katika kutenda kazi ya Bwana, na tukasema unaweza kutazama katika Luka sura ya kumi uh, mstari wa, wa kwanza. Namba nyingine ni namba tatu, na hii ni namba inayosimamia kiroho zaidi, manake ni utatu ule utakatifu ambao tunasema ni mambo ya mbinguni, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na, na Roho Mtakatifu. Namba ya nne ambayo hiyo sasa ni namba nne hii inasimama kama uh, namba ya dunia au ulimwengu. Eh, tunasema ulimwengu kuna majira manne, uh, kuna pepo nne, kuna pande nne za dunia. Basi namba nne imesimama kama ulimwengu. Na tukaona mistari yake. Namba nyingine ni namba saba. Namba saba ni namba ya ukamilifu uh, au utimilifu. Ukiangalia mifano mingi inatumia namba namba saba. Nafikiri baadaye tutaenda kuiangalia pia vizuri. Namba nyingine ni namba sita kama tulivyoona mwanzoni. Basi hizo ni namba ambazo zinatumika katika kitabu cha Ufunuo. Nilisema kitabu hiki tunaenda nacho taratibu na Pole pole tutaenda kujenga hoja na kudadavua zaidi kulingana na Mungu atakavyotufunulia. Kuna swali ambalo watu wengi wanajiuliza. Je, ni Yohana gani ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Ufunuo? Katika mistari ya kwanza ya kitabu hiki cha Ufunuo, twasikia ni Yohana au tunasikia jina la Yohana. Sasa Yohana huyo alikuwa ni nani hasa? Wako watu wachache wanaosema kwamba alikuwa mzee mmojawapo wa kanisa la Efeso, lakini idadi ya watu wengi wanaamini kuwa kitabu hiki kiliandikwa na mtume Yohana kwa sababu zifuatazo. Kwanza, jina la Yohana lilikuwa jina la kawaida waliopewa watu wengi katika siku zile. Mwandishi wa kitabu hiki amejiita Yohana bila hata ya kujitofautisha na Yohana wengineo, jambo hili linaonyesha kwamba mwandishi wa kitabu alikuwa mtu mashuhuri sana, hata Wakristo wote wa makanisa yale ya Asia au Asia waliweza kumtambua kwa jina hilo moja tu. Kila mtu anajua kuwa mtume Yohana alikuwa mtu mashuhuri katika makanisa ya Asia, bali hatujawahi katika Biblia kusoma kama alikuwepo Yohana mwingine aliyechaguliwa na Mungu kuandika kitabu cha Ufunuo. Kwa nini hatusikii habari zake ama katika Bibilia ama katika vitabu vya kihistoria vya kanisa? Wakristo wengi walioishi zamani tena zile za mazakale, wamesema kwamba kitabu kiliandikwa na mtume Yohana. Mmojawapo wa watu hao aliitwa Yustino Shahidi, aliyeishi mnamo mwaka 140 baada ya Kristo. Tena, Airineo aliandika habari hizi mnamo mwaka 185 baada ya Kristo. Yeye alisema kitabu hiki kiliandikwa na mtume Yohana katika siku za Dominisiano kuwa mfalme wa Rumi. Huyu Airineo alikuwa mwanafunzi wa Porkapo ambaye alikuwa akiishi katika siku za mtume Yohana. Na watu wengi huamini kwamba Polikapo alikuwa rafiki wa mtume Yohana na ndiye aliyeandika kitabu cha Ufunuo. Wapo watu wengi waliothibitisha kwamba kitabu cha Ufunuo kiliandikwa na mtume Yohana. Watu hawa ni kama wafuatao. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Clement katika uh, miaka ya mia mbili baada ya Kristo. Wa pili alikuwa anaitwa Tertuliano katika mwaka 220 baada ya Kristo. Watatu alikuwa anaitwa Origen katika miaka ya 250 baada ya Kristo. Na mwingine alikuwa anaitwa Apolinao katika miaka 240 baada ya Kristo. Wote hao walisema kuwa mwandishi alikuwa mtume Yohana na si Yohana mwingine ambaye hazungumziwi na Biblia. Hebu sasa tuangalie Ufunuo sura ya kwanza. Hapa tunajifunza nini na maneno ya Mungu yanasemaje? Katika Ufunuo sura ya kwanza tunasoma maneno haya. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuja tena kuja upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Kwa hiyo Ufunuo sura ya kwanza, hapa tunasoma kuhusiana na ufunuo wa Yesu Kristo, aliyopewa na Mungu ili awaonyeshe wanadamu au watumwa wake, na haya mambo yote yamepitia kwa mtume Yohana. Hata ingawa Yohana aliandika kitabu lakini maneno yenyewe si yake Yohana, bali ni maneno ambayo Yesu alipewa na Mungu, na hii inapatikana katika Ufunuo sura 22 mstari wa 16. Ukisoma hapa maneno yanasema hivi Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliyeshina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Watumwa wa kanisa ambao wamepelekewa ujumbe huu katika mistari hii. Neno ambalo linawatatiza tena, watu wengi wanaingia katika utata huu, ni haya ambayo yanasema hayana budi kuwako upesi. Wako wanaosema kwamba mstari huu unaonyesha wazi wazi kuwa mambo yote ya kitabu cha Ufunuo yalitimizwa zamani katika siku za wafalme wa Kirumi lakini ukweli, katika kitabu hiki mna mambo mengi ambayo inaonekana wazi wazi kuwa yanahusu siku za hukumu, na kwa hiyo mengi hayajatimizwa bado. Tena zingatia katika Petro wa pili sura ya tatu mstari wa nane panasema kuwa kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja basi hata ingawa sisi wanadamu tunaweza kufikiri kuwa Mungu anakawia, kwa jinsi Mungu anavyohesabu wakati, basi mambo haya hayakuwepo upesi sana. Neno hili upesi wa Yunani huliita entachel, yaani yakiwa na herufi ya, ya E-N-T-A-C-H-E-L. Neno hili lina maana utimilifu ulivyo karibu na na hii inatokana na kitabu cha Venice, ukulasa wa 923. Katika mstari wa pili, neno la Mungu linasema ukweli ni kwamba mitume walikuwa mashahidi wa Yesu, yaani mashahidi wa neno la Mungu. Kwa hiyo mstari huu unaongeza imani yetu kwamba hakuna shaka kabisa mwandishi wa kitabu hiki ni Mtume Yohana mwana wa Zebedayo. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tatu tulisoma maneno haya ambayo maneno ya Mungu yanasema heri asomaye na wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa hiyo tunajifunza kuwa yapo mambo saba yanayopendeza katika kitabu cha Ufunuo, na mambo yenyewe ni kama yafuatayo. ya jambo la kwanza ni kuhusu wale wanaosoma, wenye kusikia na kuilinda imani na hii inatokana uh, na ile aya ambayo tumeisoma hapo awali. Jambo la pili ambalo linapendeza kusoma au yanapendeza katika kitabu cha Ufunuo ni lile jambo linasema, wafu wafao katika Bwana na hii inaonyesha katika Ufunuo sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tatu. Jambo la tatu linazungumzia wenye subira na hii pia inathibitishwa katika kitabu kingine katika Biblia, yani Mathayo sura 25 mstari wa 13. Jambo la nne ni kuhusu wenye kuitwa katika karamu ya Bwana. Na hii ipo katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa tisa. Jambo la tano kuhusiana na kitabu cha Ufunuo kinachopendezesha zaidi ni wenye sehemu katika ufufuo wa kwanza. Na hii inapatikana katika Ufunuo sura 20, mstari wa 6. Jambo la sita ni wenye kushika maagizo ya kitabu hiki yaani Ufunuo. Na hii pia imeandikwa katika kitabu kingine cha Yohana sura ya 12 mstari wa 48. Na jambo la mwisho na la saba la kupendeza zaidi katika kitabu cha Ufunuo ni kuhusiana na wale wenye kutimiza amri ambayo imetolewa, na hii pia imedhihirishwa katika kitabu kingine cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Tukiyashikilia na kuzingatia mambo haya saba, basi hakika tutashinda, tutaelewa vizuri na kukitambua vyema kitabu cha Ufunuo. Katika sehemu hii ya saba, yaani Yohana sura ya 14 mstari wa 15, maneno ya Mungu yanasema hivi tena kwa ufupi sana: mkinipenda mtashika amri zangu. Mwisho wa kunukuu. Hivyo pana mzizi usemao wenye kushika amri Wasabato wamepata shida sana katika maneno haya. Wao hufikiri kuwa amri zinazotakiwa kushikwa ni zile amri kumi ambazo Waisraeli walipewa na Mungu katika mlima Sinai, tena kwa mkono wa Musa. Lakini ukweli si hivyo. Kumbuka kuwa Mungu alifanya agano jipya. Ukiangalia katika Yeremia sura ya 31, mstari wa 31 mpaka 32, Maneno ya Mungu yanasema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda; si kwa mfano agano lile nililolifanya na baba zao katika siku zile nilipowashika mkono, ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Katika agano jipya kuna mambo karibu sita tena mapya, na tunaenda kudadavua moja baada lingine. Jambo la kwanza ni agano jipya, yaani Injili, na hii inapatikana katika Waebrania sura ya saba mstari wa 22. Jambo la pili kuhusiana na agano jipya hili linazungumzia kiongozi mpya, yaani Yesu Kristo, na hii pia inapatikana katika Waebrania sura ya 13 mstari wa ishirini jambo la tatu ni kuhusiana na Kanani mpya mji mpya yaani mbinguni, na hii pia inapatikana katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 14 mpaka 16. Jambo la nne katika agano jipya ni kuhusiana na amri mpya, siyo zile amri ambazo Waisraeli walipewa katika mlima Sinai, bali amri mpya ya upendo na hii inapatikana katika Yohana sura ya 13 mstari wa 34, au unaweza kusoma katika Warumi sura ya 12 mstari wa 9 mpaka wa 10. Jambo la tano kuhusiana na agano jipya ni ibada mpya, ibada katika Roho na kweli, na hii pia inapatikana katika Yohana sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 24. Jambo la sita ni wokovu mpya yaani kuamini na kubatizwa, na hii pia inathibitishwa katika Waebrania sura ya 7 mstari wa 25, na pia katika Marko 16:16. Kufuatana na hayo, hatupo chini ya uongozi wa Musa wala chini ya zile amri kumi zilizotolewa, bali tupo katika amri moja iliyokusanya amri zote, na hii naomba uzingatie Warumi sura ya 13 mstari wa tisa mpaka wa kumi. Ukipata muda hebu usome vizuri ujue kwamba amri inayozungumziwa hapa ni amri mpya. Kwa hiyo mwenye kutimiliza amri ni wale wanaomtii Yesu Kristo au wale wanaotii amri ya Yesu Kristo, maana katika Yohana sura ya kumi na mbili, mstari wa 48 tunasoma maneno haya ya Mungu Maneno ya Mungu yanasema yeye anikataaye mimi, asiyakubali maneno yangu, anaye amhukumuwe, neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa hiyo tunahukumiwa kwa neno la Yesu Kristo, wala si kwa neno la Musa kama wanavyofikiri wa Sabato. Ebu tuchukue wasaa huu kuangalia kuhusiana na makanisa saba yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo, na hii inapatikana katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa nne Ili tuweze kuelewana vizuri, basi hebu tusome kwa pamoja Ufunuo sura ya kwanza mstari wa nne tuone maneno ya Mungu yanasemaje. Ukisoma hapa, maneno ya Mungu yanasema: Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti chake cha enzi. Kwanza, tunatakiwa kukumbuka kuhusu namba saba. Tumejifunza hapo awali kuwa namba saba inasimamia ukamilifu. Basi haya makanisa ya saba, jinsi tunavyoendelea kujifunza, utaona kuwa yalikuwa yote saba ya kweli. Kwa maana moja au nyingine, Yesu aliliandikia kanisa lote la Kristo kupitia haya makanisa saba ya Asia Ndogo. Ndiyo maana katika Ufunuo sura ya pili mstari wa saba, maneno ya Mungu yanasema yeye aliyo na sikio na alisikie neno hili ambalo roho anayaambia makanisa yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Ukisoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa nne, Yohana alitoa salamu pale aliposema neema na amani. Huu ni ujumbe aliowapelekea wa Kristo. Neema maana yake shukurani pasipo faida, yaani maana yake kitu cha bure, hicho ni neema. Amani maana yake upatanisho unaokuwepo kati ya Mungu na wanadamu kwa njia ya mwana wa Mungu, yaani Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kusoma na kudadavua, makanisa saba yameonekana ni utimilifu, na hii pia inatokana na hiyo Yohana sura ya kwanza mstari wa nne. Hebu tuendelee kusoma kuhusiana na roho saba. Kwa hiyo katika mstari huu roho saba maana yake hasa ni nafsi moja inayojionyesha katika utofauti. Ukitazama Wakorintho wa, Korinto wa kwanza, sura ya 12 mstari wa 4, maneno ya Mungu yanasema, basi pana tofauti za karama, roho ni yeye yule. Kifungu hiki cha maneno kimetumika mara nne katika Ufunuo na pengine anaongelea juu ya Roho Mtakatifu. Kumbuka kuwa tumejifunza jinsi kitabu kilivyojawa mifano ili kusudi adui wa kanisa asiweze kuelewa mafundisho yake. Kwa hiyo kule kusema roho saba ni kuonyesha ukamilifu wa Roho Mtakatifu au kumjulisha kazi zake. Hebu sasa tuangalie maana ya kiti cha enzi. Maana ya mfano huu ni kuonyesha kwamba Mungu ana uwezo na mamlaka. Mungu alitoa mfano huu ulivyo rahisi, kama vile wafalme huketi kiti maalum wanapotoa sheria au hukumu. Kiti cha enzi kinaonyesha ufahari na ukuu wa utawala. Kiti hiki katika Ufunuo ni mfano tu, wala si kiti cha kidunia. Ukitazama Matendo sura ya 7 mstari wa 48 mpaka 49 ambako maneno ya Mungu yanasema: ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mkono, kama vile asemavyo nabii, mbinguni ni kiti chake cha enzi, na chini ni pa kuweka miguu yangu. Ni nyumba gani mtakayonijengea? Asema Bwana. Kwa hiyo kiti cha enzi kinatumika kama mfano wa kuonyesha ukuu na mamlaka, na si vinginevyo. Nafasi nyingine ya shahidi aliye mwaminifu. Nini maana ya shahidi aliye mwaminifu? Maana ya shahidi aliye mwaminifu ni Yesu Kristo mwenyewe, na hii ipo katika Yohana sura ya 18 mstari wa 14 na pia Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11. Ukisoma maneno haya utatambua kuwa shahidi aliye mwaminifu anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo mwenyewe. Basi mpendwa msikilizaji wangu, kwa sasa tukomee hapo katika shahidi aliye mwaminifu. Kumbuka mada yetu inahitaji utulivu, unyenyekevu na hekima. Tunatakiwa kusoma polepole pole na kuelezana kwa unyenyekevu na utaratibu ili tuweze kupata maana halisi ya kitabu hiki. Wakati unaofuata tutaendelea kuangalia maana ya mzaliwa wa kwanza wa waliokufa. Wakati huu tunapoondoka tumekomea tukifunua katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa nne ambapo tunaelezea kuhusiana na roho saba, makanisa saba na shahidi aliye mwaminifu. Usiache kuendelea kukutana nasi wakati ujao ili tuweze kujifunza pamoja. Basi Mungu akubariki na tukutane wakati